Bajeti iliyopita ilikuwa ni bajeti, bajeti nzuri japokuwa e, yapo, kama nilivyosema, yapo mambo machache ambayo kwa kweli tunaomba kwa bajeti ilo wajitahidi sana. Kwa mfano, tunaendelea kuomba kwenye kilimo, nchi yetu asilimia kama 60 mpaka 70 ni wakulima e, ni wakulima. Kwa hiyo tunaendelea kuomba tuendelee, waendelee, wabunge waendelee kuongeza zaidi bajeti ya kilimo ili kusudi kila mkulima na mfugaji aweze kunufaika na baada hapo tupate kilimo chenye tija na chenye faida kubwa. Tunategemea tuone maboresho kwenye soko la la mazao, nikianza na mahindi kwa sababu ndio uti wa mgongo wa mkoa wa Rukwa. Lakini pia naanga, naangazia miundo mbinu, nategemea mategemeo bajeti yake ita, itajibu yale maswali kwa maana ya barabara za, za vitaa kwa sababu barabara tayari barabara kubwa hizi na zinazozunguka mji naona ziko vizuri, bado tuna changamoto kwenye barabara hizi za pembezoni, na mimi bunge hili linalokuja litajibu hayo hayo maswali kwa maana ya barabara hizo na vitu vingine, lakini pia kwenye nchi za bidhaa, nategemea itakuwa ni bunge ambayo itajali maslahi ya wananchi kwa maana ya kwamba mfumuko wa bei hautakuwepo.